hasa katika dini yetu hii ya Uislamu. Na leo biidhnillah insha Allah, tutahusiana kukumbushana katika darasa letu fupi ambalo litazungumzia tauhid, haqiqatu at-tauhid, uhakika wa tauhidi, tauhidu taarifu attawhid wal aqida, kule kutambulika kwa tauhidi na aqida yake, misingi ambayo kila mmoja wetu anatakiwa awe na msingi huu ambao ni msingi salama kwake, pamoja na ibada zake ilhali kwamba watu wengi katika jamii zetu waliozunguka, lengo hili la kumpwekesha Allahu subhanahu wa taala kwao limekuwa ni jambo zito sana, tukiamini uchawi, tukiamini vitu ambavyo asili yake vinatuweka mbali na Allahu subhanahu wa taala.

katika yale ambayo anafungamana nayo Allahu subhanahu wataala, Allah aliyetukuka. Hii ndiyo maana ya tauhidu ifradu llahi, kumpwekesha Allah katika kumwabudu yeye, kumwabudu Allah kwa ibada zake alizozitolea maelekezo kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Tauhidi imegawanyika katika kifungu ambacho kinaitwa alaqida. Aqida ni nini? Ma yajibu al iman bihi, ni kile ambacho kinachopelekea kukiamini. Ma yajibu al iman bihi, kile ambacho kinachopelekea katika moyo wako kukiamini, min umuri lghaibi, katika yale mambo yaliyofichikana, mambo ya mbali mambo ambayo hayaonekani kwa macho yetu, kwa mfano kal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kama vile kumwamini Allah, Allah ambaye ametuumba, Allah ambaye anatupa rizqi, Allah ambaye anatupa afya, Allah ambaye ndiye anayetujalia maisha yetu yote katika huu ulimwengu, yanakwenda kwa nidhamu moja na kwa utaratibu ambao ameupangilia. Hili jambo amelifanyie Allah na anatakiwa aaminiwe, hata kama hakuna miongoni mwetu aliyemshuhudilia Allah. wa malaikatihi, na malaika wake. Allah ameumba katika ulimwengu wa malaika malaika wengi sana. Hawa malaika tunawafahamu na tusiwafahamu, wote tunatakiwa tuwaamini wakutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume yake wal yaumil akhiri na kuamini siku ya mwisho. Kuamini kwamba kuna siku ambayo viumbe vyote vitasimamishwa katika uwanja wa mahshar, katika uwanja mmoja, uwanja wa kiyama. Ndio siku ambayo Allah anasema yauma tobela sarair, siku ambayo siri za viumbe zitawekwa wazi. Hiyo ni siku ambayo kila mmoja wetu anatakiwa aingize katika moyo wake na aamini kwamba hii siku itakuja kutokea katika maisha yako. Walqadari khairihi wa sharrihi, na kuamini zile qadari zake Allah Subhanahu wa ta'ala za kheri yake na shari yake, wa ma yatba'u dhalika min umur, na yale ambayo yanayofuatia katika mambo mengineyo katika yale ambayo tumeelekezwa, ahamiyatul aqidatu sahiha, umuhimu, sahi. iliha, iliha sahi. umuhimu wa aqida iliyokuwa sahihi, walhajatu ilayha, na ile haja ya kuiendea hiyo aqida sahihi, umuhimu wake ni nini? Tadhhiru ahamiyatul aqidatu sahiha, kule kupatikana na kudhihirika ule umuhimu wa aqida iliyokuwa sahihi bima yali, katika yale mambo ambayo yanayotufuatia na la kwanza la kwe, lake ambalo annaha asasu bina ilmujtami'i, kwamba kwa hiyo aqida sahihi annaha hiyo aqida sahihi asasu, ndio msingi ambao, bina ilmujtami'i, kule kujenga lile jengo moja la watu wote katika mujtamaa wasalahuhu wa saadatuhu na mafanikio ya umma huu na kule kufaulu kwao, basi haya yote yanafungamana katika kuiandaa akida, kuifungamanisha akida sahihi. Hili ni jambo ambalo ni msingi ambao unatakiwa kila mmoja wetu aweke mazingatio na alifanyie kazi jambo hili la kumpwekesha Allah jambo la kumwabudu Allah, jambo la kufungamana moyo wake na Allah, ili ipatikane salama ya jamii kwa ujumla. Leo jamii imeharibika katika nyanja mbalimbali mbali, zikiwemo nyanja za tabia mbaya, wizi kuenea mitaani, ushenzi kuenea mtaani na mambo maasi mbalimbali yakienea ya katika jamii, ilhali watu wanayafanya mambo haya kukosa msingi sahihi wa kumtegemea Allah, kumsingi sahihi wa kumpwekesha Allah, msingi sahihi wa kumwabudu Allah. Haya yote yanafungamana, yanapatikana katika kuharibika kwa jamii leo. Hutoona zinaa yoyote inatangazwa iwe ni kwa lugha nzuri kwa lugha ya mafumbo, basi tambua kwamba hii jamii imetokana na kule kuacha msingi wa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imetika, imekosekana salahuhu wa saadatuhu, kule kufanikia kwao na ule utukufu wao umekosekana. Hii jamii ndiyo, haya yote yanayoendelea katika, katika maasi ambayo tunamwasi Allah Jambo la pili, annaha sababu fi istiqamati shakhsi. Kwa hiyo tauhidi na aqida iliyokuwa sahihi, annaha kwamba hakika mambo yalivyo, hiyo tauhidi hiyo sababu, ndiyo sababu fi istiqamati shakhsi, katika kule kusimama kwa mtu, wa salamatu tafkirihi, na kupatikana ule usalama wa mawazo yake sababu fi istiqamati shakhsi kwa tauhidi iliyokuwa sahihi, tauhidi iliyokuwa salama, aqida iliyokuwa salama, ndiyo sababu ya kusimama mtu katika kumcha Allah, ndiyo sababu ya kusimama mtu katika kumtegemea Allah. Wasalamatu tafkirihi na ule usalama wa kufikiria kwake, leo tunaweza tukashindwa kufanya mambo ambayo ya kujenga maisha katika jamii yetu. Kwa nini? Tumekosa ile salama, tutafikiri ule usalama wa ubongo wa kufikiria mambo ya kueleweka. Leo vijana wamejikita mawazo yao na fikira zao na maisha yao, wanapoamka asubuhi, lazima waende wakabeti lazima waende wakachane mikeka, lakini wameshindwa kufikiria kwamba wanahitajika kuijenga jamii iliyokuwa bora kwa kufanya kazi kwa bidii, kwa kujitahidi kufanya kazi kwa bidii na kuleta maendeleo ya kijamii pamoja na familia zao. Lakini kukosekana salama, tutafikiri ule usalama uliosalimika wa kufikiria maisha na kufikiria mambo mazuri, basi kutokana na hili watu wamekwenda katika kutafuta njia za urahisi kutafuta riziki ambazo hali ya kuwa njia hizo Allah amekwisha ziharamisha. Jambo la tatu, biha tusamu addimau, kwa hiyo tauhidi iliyokuwa sahihi, tusamu addimau, zinahifadhiwa damu, wal amwali, na mali, kwa damu zinahifadhiwa kupatikana tauhidi iliyokuwa sahihi aqida iliyokuwa sahihi wal amwali na mali kadhalika pia zinapata kuhifadhiwa, kwa sababu ya watu wameshika aqida na misingi iliyokuwa sahihi. Leo hakutavunjwa nyumba ya mtu, kuibiwa chochote, isipokuwa mtu huyu amekosa ile hofu ya kumwogopa Allah, amekosa yale mawazo ya kumwogopa kwamba kuna Allah ambaye ameniumba mie na kupitia haya ninayo yafanya kuna siku Allah atakuja kuniuliza kwayo na ataniadhibu kwa mambo haya. Haya yamekosekana annaha kwa tauhidi na aqida hiyo sahihi. Asasu qabuli lamali, ndio msingi wa kukubaliwa matendo yote ya mwanadamu. Asasu qabuli lamali, ndiyo msingi wa kukubaliwa matendo yote ya mwanadamu. Leo ikikosekana aqida iliyokuwa sahihi, ibada zetu tutazifanya, e, adhkari zetu tutafanya, dua zetu tutaomba, lakini kwa sababu ya yale ambayo yamekosekana katika vigezo vya aqida, tunaweza tukadondoka katika mahala pabaya. Mathalan, leo tunaweza tukafanya harakati zote za kumtegemeza, za kumcha Allah lakini ikawa baada ya kutoka katika kumwabudu Allah tunakwenda kumshirikisha Allah, tunakwenda kufanya ushirikina, tunakwenda kufanya mambo ambayo hali ya kuwa yanaharibu ibada zetu. Haya ni mambo mabaya mno ambayo yatapelekea matendo yako yashindwe kukubaliwa, kwa sababu akida yako umekwenda kuiharibu. Leo utasimama mbele ya swafu katika kumwomba Allah, iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in, wewe Allah tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Kupitia maneno haya unayanena mbele ya Allah, wakati unamuomba yeye Allah, wakati unamzungumzisha yeye Allah, lakini baada tu ya kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah, wewe unaondoka unakwenda kwenye kilinge chako, unakwenda kwenye ushirikina wako, unakwenda kwenye aqida zako ambazo asili unakwenda kuabudia makaburi, kuabudia miti, kuabudia mawe na mengineyo katika ibada ambazo Allah ameziharamisha. Kwa tendo hili, kwa jambo hili, anaha kwamba hiyo akida yako itashindwa kukuokoa wewe na kukubaliwa matendo yako, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoeleza masahaba zake, atadiruna manil muflis, je, mnamjua aliyefilisika? Masahaba wakajibu, almuflisu fina aliyefilisika ya rasulullah, kwetu sisi man la dirhama lahu wala mata, ni yule ambaye hana dirham hana dhahabu hana maisha hana kipato hana lolote. Lakini mtume akasema, almuflisu fi ummati, aliyefilisika katika umma wangu katika umma huu aliyefilisika, mayati yaum alqiyamati bisalah, ni yule ambaye atakaye kuja siku ya Kiyama na swala, swala ana mlima wa swala e, swala zimejaa zimetimia wazakaa, na amekuja akiwa zaka zimetimia, wasadaka, waladhkar, wa wa, wa wa ghairi dhalika, na kila jambo ambalo amejikamilisha lakini, huyu mtu aliyafanya ya kuafanya katika dunia yake kad shatama hadha, kwanza huyu alimtukana huyu, wakadhafa hadha alikuwa duniani anamsingizia huyu, wafasaka dama hadha na akamwaga damu ya huyu wadharaba hadha na akampiga huyu, yani akafanya mabalaa yote ambayo Allah ameyakataza kupitia matendo yake haya, kwa sababu ya akida iliyofilisika akida iliyoharibika. Basi yale yote yanaporomoshwa ya anapewa wale watu waliwafanyia uadui aliowafanyia ubaya na yanachukuliwa madhambi ya wale watu waliofanyia ubaya anatupiwa yeye, na hata mpaka anabakiwa hana chochote katika matendo yake mema. Basi waliyadhu billah, Allah tunusuru, anaingizwa katika moto wa jahannam. Jambo la tano katika kuita, kuitazama akida iliyokuwa sahihi na ile haja ya umma inavyohitajika, annaha sababu dukhulil jannati. Kwa hiyo aqida sahihi ndio sababu ya watu kuingizwa katika pepo ya Allah, wanajati minan nari, na kule kuwekwa mbali na moto, kuokolewa na, na moto. Haya yote haya kupitia msingi sahihi wa aqida. Basi utaifadhika na mambo haya endapo ukayafanyia kazi na ukaishi katika utaratibu ambao Allah ameuelekeza kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asli ya tauhidi fil basharia, asli ya tauhidi fil, asli ya tauhidi katika viumbe wanadamu, anasema: kana nnasu ala tauhidi, walikuwa watu juu ya tauhidi moja, juu ya ibada moja, wa dini alqawimi, na dini iliyokuwa sawasawa, dini moja, mundho khalaqahumullahu ta'ala tokea zama Allah alipowaumba watu hawa. Thumma hadatha shirku baada dhalika kisha ukazuka ushirikina baada ya nyumati hizo kupita Wakana kana mabedauhu na ilikuwa mwanzo wa ushirikina huo fi qaumi Nuhi ulitokea katika zama za qaumu nabi Nuhi alaihi salam lama ghalau fi salihin wakati wale watu wake wa nabi Nuhi alaihi salam walipopechuka mipaka katika waja wema, hata abaduhum mpaka wakawaabudu hao. Katika zama ambazo Allah alipoiumba dunia aliufanya umma wote upo katika dini moja, aliufanya umma wote unamtegemea yeye, unamwomba yeye, lakini hawa watu hawa, yalianza matatizo ya ushirikina katika zama za nabii Nuhu, za nabii Nuhu alaihi salatu wassalam, ilikuwaje? Hawa mabwana hawa mabwana walikuwa wana watu wao wema, wakifanya ibada, wakitenda matendo mazuri, wakiwaamrisha watu. Katika zama hizi za nabii Nuhu, Allah alikuja akawachukua hawa, aliwachukua watu hawa kwa kuondosha katika ulimwengu wa kidunia basi kupitia matendo yao mazuri, kupitia mambo yao waliokuwa wakiyafanya, basi wale watu walioacha walipambiwa. Sheitani alaihi lana alikuja akawaambia, bwana, nyie kwa vile mnawapenda sana hawa ndugu zenu e, wa, wa, wa viongozi wenu ambao ni wema, basi mnaonaje mkawatengenezea masanamu masanamu ambayo mkiwakumbuka mtatazama masanamu yao yatamipelekea nyie kupata morari wa kuyafanya yale waliyokuwa wakiyafanya wao. Basi hawa watu wakaichukua hii rai ambayo kwao waliiona ni nzuri, waliiona ni ya sawasawa, wakaondoka nayo wakayafanya kuwachongea masanamu. Wakachonga sanamu la Nasra, wakachonga sanamu la Yaghutha wakachonga sanamu la Yauqa, wakawachongea hawa watu. Ikawa kwamba wakiwa wanawakumbuka watu wao, wanawatazama kwa masanamu yao, wanapata ile hamasa ya kufanya ibada. Hiki kizazi Allah akaja akakifuta akaleta kizazi kipya, wale watoto wa wazee wao. Baada ya kuletwa hawa watoto kukua, ibilisi alayhi lana akawaambia, bwana, nyie mnajua habari ya haya masanamu haya masanamu asili yake babu zenu na baba zenu walikuwa wanayaabudu haya. Kwa hiyo nyiye, mwatakiwa muzienzi ibada za mababu zenu, muenzi yale matendo ya mababu zenu. Basi hawa vizazi hivi vikapelekea kuabudia yale masanamu, ndiyo mwanzo wa ushirikina ulipoanzia katika zama za Nabii Nuhu alaihi salatu wassalam. qala Allah taala, amesema Allah mtukufu Kana nnasu ummatan wahidatan, walikuwa watu katika umma mmoja, walikuwa watu ni umma mmoja. Fabaatha llahu nabiyina Allah akatuma kwa, kwa azza wajalla anasema Allah aliyetukuka, khalaqtu ibadi, nimeumba mimi waja wangu, hunafaa kulluhum, wote hawa walikuwa katika dini moja, wote hawa wanipokeshe mimi wote hawa ni abudu mimi tu, wote Allah aliwaumba waja wake kwa lengo la kumtakasia yeye peke yake dini yake na kumwabudu yeye. wa annahum, lakini hao. atatuhumu shayatinu, waliwaendea wao mashaitani. fashtalatuhum an dinihim, baada mashayatini kuwaendea hawa mabwana, fashtalatuhum an dinihim, wakatelezeshwa

an yushraku bi, kwamba wanishirikishe mimi madam katika yale mambo ambayo sijatolea dalili yoyote ha, watu walifungamanishwa na shaitani alaihi lana kama Allah anavyosema, istahwadha alayhimu shaitanu, waliwazunguka wao, waliwafunika wao shaitani

Asharatu quruni, kuna karne kumi zimepita kati ya Nabi Nuhi na Nabi Adam, kulipita karne kumi. Kulluhum ala shariati min alhaqi, karne zote hizi kumi zilikuwa ziko katika juu ya sheria ya haki kabisa, ambayo haina kupindapinda, haina kuweweseka. Haa, wote walikuwa katika neno moja la la ilaha illa Allah, wakimpwekesha Allah, wakimwabudu Allah. Hawa ni watu ambao walikuwa katika misingi hiyo. Masdarul aqidatu sahiha, chimbuko la aqida iliyokuwa sahihi. Al aqidatu sahiha, chimbuko la aqida iliyokuwa sahihi. La tukhadhu illa min al wahyi, haichukuliwi aqida hiyo isipokuwa katika wahyi wa huwa na wahyi huo, jambo la kwanza kitabu Allah Taala

Amemikatazeni mtume wa Allah, amemiharamisheni mtume wa Allah, amemitahadharisheni mtume wa Allah, basi mambo hayo yaacheni, kaeni nayo mbali. Iliyokuwa la sawabu kwetu sisi la sawasawa, ni kufanyia dalili qauli yake Allah subhanahu wa taala, kuwa sisi ni waumini katika haya ambayo, aqida iliyokuwa salama, wa dalilu qauluhu taala, na dalili ya jambo hili

wala mu'minatin wala mu'mini yoyote mwanamke, haitakikani hawa watu wawili, mu'mini yoyote mwanamume na mu'mini yoyote mwanamke, idha qala Allahu wa rasuluhu, pindi anapohukumu Allah na mtume wake, amran, jambo lolote lile, Allah anapolihukumia, ayakuna lahumul khiyaratu, kwamba wawe wana khiari katika yale mambo ambayo amekuja nayo mtume wa Allah, ameelekeza Allahu jalla wa ala kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa salama, eti wakawa na khiyari ya kuyafanya, kwamba tufanye moja tuwache mawili tufanye hili tufanye lile? Hapana, hili jambo halitakikani kwa mumini mwanamume wala mumini mwanamke kuwa na fikira hizi na mawazo haya kwa nini? Kwa sababu min amrihim, katika yale majambo yao. Waman yaasi llah wa rasulahu, yeyote atakayempinga Allah na mtume wake, yeyote atakayemwasi Allah na mtume wake faqad dhalla dhalala mubina, na kwa hakika kabisa mtu huyu amepotea upotevu wa wazi, amepotea upotevu uliokuwa mbali. Kwa kumalizia ya maashara al-mushahidin

Faman raghiba an sunnati falaysa minni, Mtume wa Allah anatuelekeza maisha sahihi, ambayo anasema: ya ayuha nnas, enyi watu, inni hakika mimi, qad taraktu fikum, nimemiachieni kwenu nyiye mambo ambayo ini itasamtum bi, mambo hayo mkishikamana nayo, mambo hayo mkiishi nayo

akaona hazina maana, hazieleweki, falaisa minni, basi huyo atambue, si katika mimi, atafute mtume mwingine wa kumfata. kwa sababu gani ameacha yile menendo ambayo ameelekeza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, katika pale hadithi anasimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, kila umma wangu wote, umma wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayekataa mwenyewe kuingia peponi. Masahaba wakasema wa man yaba ya rasulullah, ni nani ambaye atakayekataa mwenyewe kuingia peponi, ewe mtume wa Allah? Mtume akasema man ataani yoyote atakeni ti mimi dakhala aljannata, basi huyu ataingia katika pepo ya Allah. Wa man asani nayoyote atakeni asi mimi faqad aba, huyu ndo ambaye amekataa mwenyewe kuingia katika pepo ya Allah. Wabillahi tawfiq.